Ah, inafadhiliwa na shirika la NPH. Na ziko size tofauti, kulingana na mguu wa mtoto, kulingana na, okay, kwa hiyo sio kusema kwamba kila moja lazima vae viatu ambavyo vina, vina size hii kwamba size ziko tofauti tu, kulingana na mguu wake na aina ya changamoto aliyonayo. Asante sana, ndugu, ndugu mtizamaji na mtachiaji wa chaneli yetu Kiuhalisia, tunapasa elimu ya kwamba sio kusema kwamba hiki hi kiatu unachokiona hapa au ukakutana nacho njiani usione kama vile kama ni ni moja ya sehemu ya silaha au ni jambo fulani la la, la, la kichekesho au la uigizo. Hapana, hivi ni viatu maalum ambavyo watoto wenye changamoto ya ulemavu wa mguu kifundo wanapewa kwa ajili ya kuweza kutumia na kuhakikisha kwamba miguu yao inarudi katika hali ya usawa na utimamu kabisa. Na mafanikio ni makubwa sana, ni makubwa sana, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tangu tumeanza tunaona watoto wanapata huduma, wanapona, wanatembea. Takwimu zinavyoonyesha kati ya watoto elfu moja wanaozaliwa, basi huenda hata mtoto mmoja akazaliwa na aina mojawapo ya mguu kifundo. Wanachochangia labda ni nauli ya wao kutoka nyumbani kuja kupata matibabu. Huduma hii haina gharama. Gharama unayokuwa nayo ni ya wewe kutoka nyumbani kuweza kufika hospitali. Kwa hiyo, isikufanye kwamba huyu mtoto uliye naye hapo nyumbani mwenye changamoto ya ulemavu wa mguu kifundo, ukabaki umekaa naye. Tunaweza tukaweza kujua ni namna gani unavyoweza kufanya kuweza kuhakikisha kwamba huyu mtu anapata matibabu, mtu wa ulemavu wa mguu kifundo anapata matibabu na kurudi katika hali yake ile ya kawaida kabisa. Asante tukumtangazaji. Kama nimeitambulisha awali, mimi ni nafanya katika kitengo cha mguu kifundo, tunasaidiana na mwenzangu Kaunumwage. Ya, sisi katika utoaji wa huduma wa mguu kifundo ni kwamba mama anapokuja tunaanza hatua kwanza ya kumwelimisha, kama mwenzangu alivyosema, tunamwelimisha. Baada ya kumwelimisha ajue nini maana mguu kifundo, baada ya hapo tunamsajili katika simu yetu. Baada ya kumsajili, tunaanza na matibabu. Tuna hatua tatu kuu ambazo tunazipitia au tunazifanya mtoto ili aweze kurudi katika hali yake ya matumaini ya kuwa na mguu ulio vizuri. Hatua ya kwanza ambayo tunaanza kwanza, tunaanza ufungaji wa pipi au muhogo ule muhogo, tunamfunga mtoto baada ya tukifunga leo, baada ya wiki moja anarudi kwa ajili ya kubadilisha na kuendelea kuangalia maendeleo ya ya mguu wa mtoto. So, baada ya hapo, tukishamaliza ile hatua ya ufungaji wa muogo, tunarudi katika hatua ya upasuaji mdogo. Upasuaji mdogo kitaalamu tunaita tenotomy. Tenotomy maana yake tunakata ule mshipa ambayo umeshika mguu ili usiingie ndani, na tenotomy tukifanya, tukishamkata mtoto baada ya ya kukata tunahusu mama akae ndani ya wiki tatu. Baada ya wiki tatu mama akirudi, tunamrudisha sasa kwenye hatua nyingine ya tatu ya mwisho ya kiatu. Kuna kiatu maalum, tutapenda kuwaonyesha watazamaji wetu hichi kiatu. Kama tunavyoona, hichi ni kiatu maalum kwa ajili ya matibabu yetu ya mguu kifundo Hichi kiatu mtoto, baada tukiona mguu umekuwa vizuri, mtoto tunamshauri avae ndani ya miezi mitatu mfululizo. Miezi mitatu hiyo tunamshauri avae kwa muda wa masaa ishirini na tatu. Sasa ndugu mtazaji, hapo tachangaa kwa nini: siku moja na masaa ishirini na nne lakini siku tunashauri masaa ishirini na tatu. Kwa nini? Kwa sababu masaa ishirini na tatu tunatoa saa moja ambao mama mshauri akiwa anataka kumvalisha mtoto aidha kumuogesha mtoto aidha kumbadilisha nguo, tunatoa tuna hiyo saa moja kwa ajili ya hizo zoezi, kwamba atamuogesha ata, ata mtoto ataruhusiwa kumvua kiatu yeah. Akishamaza kumvua kiatu atamvalisha, atarudia kumvalisha kiatu, lakini pia akitaka kum badilisha nguo pengine tutamshauri tena mkoe kiatu baadaye, tena amrudishe. Kwa hiyo hiki kiatu kinavaliwa ndani ya masaa ishirini na tatu ndio. Na matibabu yetu yanachukua muda, tunaenda hadi miaka mitano. Kwa hiyo baada ya hii miezi mitatu, yeye atarudi kliniki kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya mguu unapoendelea maendeleo yakiwa vizuri, tunamrudisha miezi sita. Miezi sita hiyo akirudi tena, atakuwa anavaa kila siku usiku, yaani kwa siku anavaa kwa usiku tu, badala ya ile hatua ya mwanzo ya kuvaa miezi mitatu kwa muda mrefu. Kwa oh, baada akiba, akirudi akiwa anavaa miezi kwa miezi sita, atakuwa anavaa kwa kipindi cha e, mara moja usiku tu, wakati wa kulala. Mama atashauriwa kumbalisha mtoto. Baada ya hapo, tutaendelea na matibabu hadi miaka mitano, amakua mtoto atafunzwa matibabu yetu. Kwa hiyo hivi viatu mama anapewa bure, mama anapewa bure nikahisi kwamba hiki ulichokuja nacho, kwamba ambacho kila mmoja anakitumia, tunafadhiliwa. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba kila moja lazima vae viatu ambavyo vina saizi hii na na na, ndugu ndugu mtizamaji na mfatiaji wa chaneli yetu, kiuhalisia tunapasa elimu ya kwamba sio kusema kwamba hiki kiatu hi unachokiona hapa au ukakutana nacho njiani, usione kama vile kama ni ni moja ya sehemu ya silaha au ni jambo fulani la la, la, la kichekesho au la uigizo, hapana. Hivi ni viatu maalum ambavyo watoto wenye changamoto ya ulemavu wa mguu kifundo wanapewa kwa ajili ya kuweza kutumia na kuhakikisha kwamba miguu yao inarudi katika hali ya usawa na utimamu kabisa. Kwa hiyo kama, kwa hiyo kama tulivyoweza kuwasikiliza wataalamu wa wetu kwamba hivi viatu viko viatu vya aina tofauti tofauti, na vinavaliwa kulingana na saizi ya mguu wa mtoto pamoja na umri wa mtoto ambako kwa hiyo mzazi, usiwezi kupata shaka na kuweza kuogopa kwamba ni namna gani unaweza unaweza kuweza kurudisha hali ya mtoto wako. Usimfungie ndani mtoto, badala yake mpeleke kwenye kituo chochote cha karibu cha huduma kilichopo karibu na wewe ili kwamba mtoto aweze kupata utimamu wa mguu wake kama jinsi ambavyo mguu wetu ulivyo, yaani baadaye awe ana uwezo hata wa kuweza kucheza mpira na kufanya nini. Kwa hiyo na wataalamu wametuhakikishia kabisa kwamba hili tatizo ni tatizo ambalo linatibika kwa asilimia mia moja, kwamba mtu anarudi katika uhali na utimamu wake kabisa, lakini sasa baada ya kuwa tumeweza kuona kwamba namna gani matibabu yanatolewa, na tumeambiwa kwamba hayana gharama, kwamba kuna wenzetu baadhi wameweza kujiwekeza kuweza kuhakikisha kwamba wanaokoa maisha yetu na maisha ya watu wenye changamoto ya ulemavu wa mguu kifundo kwa kuweka nguvu zao pale. Sasa tuweze kuona kila palipo na, palipo na na na na, na shughuli fulani, huwa kuna vitu viwili lazima kuna mafanikio ndani yake, lazima kuna changamoto zinazotokea. Na sasa tunaweza tukaweza kuona au kufahamu kwamba tangu mmeanza kutoa hii huduma, mnaona kuna mafanikio yepi ambayo mnaipata kupitia huduma hii? Asante ndugu mtangazaji, na mafanikio ni makubwa sana mkubwa sana, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tangu tumeanza tunaona watoto wanapata huduma, wanapona, wanatembea. Kama nilivyokwisha kusema awali, tumekuwa kwenye kliniki kwa miaka mitano sasa. Kwa hiyo kuna watoto ambao tumeanza nao matibabu mpaka wameweza kufikia hatua ya graduate na wanaendelea vizuri kwa hiyo tuna- tuna success story kadhaa tumeziandaa, tutaweza kuziona. Ambao tulianza nao walikuja miguu ime ilikuwa ime, imejikunja kabisa, lakini tumeweza kunani kuwatibu, na sasa hivi wanatembea vizuri kabisa. Kwa hiyo mafanikio yapo, watoto wanapona, tuna nani tunashuhudia wenyewe.